Basi hatukuanzia hatukuishia pale tulipoishia, tukapata mtu mwingine tena, akaja hapo nataka zake nimnyoe. Nikamwambia sawa, mna shida kwa mchana hapo. Nywele ni ngumu, yani ngumu kuliko unavyofikiria nikashindwa. Nikamwambia chana mwenyewe, naye mwenyewe akashindwa, kabidi ni force sasa kumnyoa. Kwa hivyo nikawa nataka namnyoa pale, namtoa hizo nywele zake, maana ni ngumu, yani kipilipili vipi Amtoa pale zile nywele kwa tuko tunapiga stories zetu. Anambea yeye anafanya kazi kali ya koni winga na uza zake viatu. Nikamwambia basi sawa mimi nitakuja kali ya koni ta kusupport him. Sababu umeonyesha ushirikiano na mimi basi, tuonyesha ushirikiano nitakuja kununua viatu. Nataka ni nyuke ni nyuke kweli sasa hivi. Haya basi ndio hivyo. Tukawa nimemnyoa basi umeona nilipomtoa nywele zake kama mzuri kapendeza, usafi. Nywele zilikuwa zimemboda boda mara akaja huyo. Akawa anauliza unapatikana wapi, ni kama tunapatikana zetu Sinza. Basi ndio hivyo, boda boda akaondoka zake. Tulikuwa tunanyoa hapo, tunanyoa anapendeza kila anavozidi kumnyoa na anavozidi kubadilika. Alikuwa na nywele zinatisha au kaka, nikaendelea kumpendezesha pale. Mwenye amependeza kiukweli, tata mwenye nimependa wewe uone hapo, amebadilika, maana zile nywele zilikuwa zinamtisha sana. Hiyo basi, na story zinaendelea, mambo ni mengi kwa tunapiga story pia na watu wa pembeni huko, story zetu wenyewe za hapa na pale. Basi, ndio hivyo. Endelea kumnyoa hapo mwenyewe. Ah, amependeza sana lakini mimi nimempenda huyu kaka. Ana moyo, anapenda kumsi mtu kwa sababu stori zake zote anazisinda anapambana na nini na nini na hivyo. Yaani ni iko hivyo. Basi ndio hivyo. Kaendelea pale kumnyoa sasa hapo ndo namchonga na kumwambia, "Mbona nisi wewe unavozidi kubadilika?" Kabadilika hata, kapendeza, anapendeza hata, namchonga mwenyewe pale namtengeneza vizuri. Azidi kupendeza kaka, watu endeze kwenye majukumu yake huko ya pale huko, kamba kapendeza. Mimi nimemchonga hapo, nakwambia, hey, hey, na kumwambia eh hey, cheki ni eh hey, kapendeza hatari, na nikampigia vyo hivyo pembeni, vitaonekana hapo hivyo hivyo, na ndevu zake, anapenda sana ndevu, anaonekana mvua mshika tu, amecheka. Mimi na amemtoka, muone kwanza, nampa mkono na zubaa, sio na mwaza mke. Haya, basi ndio hivyo, bango hilo na yes.